Maandalizi kuelekea katika mchezo wa finali zidi ya Black Stars mpaka sasa e, yes, maandalizi mpaka sasa e, yapo kwenye hatua za mwisho mayangu, yola, yetu, kwa sababu nyuma yangu mnaiona timu yetu inafanya mazoezi na, na utaratibu wa leo kwa sababu uwanja huu unatumika siku ya mchezo kesho kwa kila timu ambayo inacheza kesho, kwa maana Yanga na Singida inapewa dakika 15 kwenye uwanja wa New Aman kwa maana ya pitch fili alafu unatoka nje unakuja kufanya sasa mazoezi yako ya mwisho, taratibu mzuri ambao timu zote mbili tumekubaliana na, kwa utaratibu huo pia tusiache kumpongeza uh, rais wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, uh, Dr. Mwinyi kwa sababu unaweza ukaona, uh, miundombinu ya kimichezo hapa inaweza uh, kuhimili kila aina ya changamoto inayotokeza. Kwa hiyo timu zingepata shida hapa kutrain, mtu aje atoke wapi? Lakini tunaingia hapo, kuja hapo. Una ingia, una na kuja kutrain hapo. Unaingia una train pale. Mambo yako safi kabisa. Si, mazoezi, aso, Prince Dube yeah. Alikuwa na kazi maalum tu siku ya tarehe 25 kazi yake ameshaimaliza, na tumemwambia apumzike. Kwa hiyo Prince Dube officially hata kuwepo eh, kwenye mchezo wa siku ya kesho dhidi ya Singida Black Stars. Alikuwa na kazi maalum ambayo tulimpa tarehe 25 na ameifanya vizuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu, sasa apumzike, aanze kula raha Ha, hata ile mechi ya 5 alicheza akiwa na maumivu, lakini kwa sababu tulipanga tuli kwa pamoja tukubaliane wote, tulikubaliana kwamba kwa utamu wa Viola kila mtu ashiriki kona, yeye akabidi apewe dakika zake 45 ashiriki kwenye utamu wa Viola. Kwa hiyo leo tumemwambia apumzike. Amekuja hapa na yeye ni kiongozi kama mimi, tumekaa nje tunapiga stori Yeah, tari tari uenda mm. kwenye hapana oh. mashaka mm. mm. mm. ah, ah, <laughs> <baana. laughs> Hapa msiongee <laughs> uongo <laughs> <baana>. <laughs> <laughs> Yanga haikutumia nguvu yoyote a <laughs> watu <laishina> tano usidanganye. Hata kama kuna mchambuzi anaongea hivyo, utumie fursa <laughs> <laughs> hii kumwambia ni uongo. Yanga tulitumia nguvu kubwa kwa kucheza na Dodoma Jiji hapa tulitumia nguvu kubwa tulipocheza na Prisons, lakini mechi na Simba ilikuwa ni mechi ya kawaida kabisa ambayo hasa Sheikh wacheza na timu haifanyi mazoezi timu wachezaji siku tatu wanadai bonus hawagusi uwanja. Utajiandaa utoe jasho kubwa kuwafunga. Sisi tuliwaacha tume relax second half. Pinch ya pili, kaunta ya kwanza, mpira wa juu ndio goli, wa pili ndio goli kwao. Hatukutumia nguvu yoyote. Nguvu tutaitumia kesho inshallah. Uh, Singida watakuwa na game tough zaidi ya ili, ili, ili, tarehe 25. Singida limechungumu. Quality ya wachezaji wa Singida unaweza ukasema inafika asilimia labda sabini ya quality ambayo iko nao Yanga. Yaani, nchi hii ukipanga quality za wachezaji unaanza Yanga unakuja Singida unakuja Azam unakuja Tabora unakuja KMC afu ndio mm -hmm. wako chini huko, maana quality za wachezaji, quality ya wachezaji mm -hmm quality ya wachezaji kwa timu zenye quality moja moja, unaanza hapo kwa Yanga unakuja Singida unakuja Azam unakuja Tabora unakuja KMC. Wewe mtu kama ule Pipino hemsemeni anapatikana wapi kwenye hizo timu nyingine za chini? Hakuna. Kwa hiyo kwa maana ya Singile wako nyuma yetu, kwa mechi itakuwa nzuri siku ya kesho, mwenyekiti, mkiwa wenyeji wa mchezo huu wa finali, lakini pia bingwa mtetezi ambaye unatetea kombe lako pengine e, kuna uspecial wote ambao umeuandaa kwenye hiyo finali, uspecial umeandaa kwenye mashindano umetuambia. Kesho na nyie mtakuwa mko hapa mtapata fursa, umetuambia unajua kama maneno kuambiwa, nawe mm -hmm. eh, na mimi nisiwe sawa kama alivyoimba Zuchu, e, kama umeambiwa hapo umehadisiwa na unakuja eh. Wametuambia kwamba kesho kutakuwa na opening ceremony ya kihistoria. Unajua opening ceremony kama mm. -hmm. mnafuatiliaga mashindano haya hata ya club uh, bingwa za vilabu hivi klub, kub, mm. world -hmm. cup ile op sherehe wa ya uzinduzi wa final. Wametuambia kesho itakuwa ya aina yake. Mimi nilivyofuatwa pale kutoa mawazo. Mako wanifuata pia na mimi bana una mawazo gani ya kuboresha event ya kesho? Mimi nikawaambia na muomba Mboso aje. Eh, <laughs> kaniambia kwa nini? Kaniambia aje tu Mboso akae jukwani. Mm-hmm. Baada ya kazi, naye atafanyia kazi jambo langu. Nimetoa jina la eh, eh, Mboso tu hapo kwenye burudani pale, aongezwe Mboso, sawa, kusherekea bonge la dada madogo madogo, ni machache. E, ya, mechi nzuri imeisha e, mm. Kuna, kuna mechi ilipita hapa ina maswali mengi. Mshindo una maswali. Yule yule yule yule e. Supu ile mm. Supu ya ngamia ambayo umeinywa pale, pale jangwani wanasema e. e, ni yule ngamia ambaye aliingia naye siku ya Simba Day. We, we, we ngamia aliingia Simba Day, ngamia hata kutapika yule. Ngamia kama ana ubwa. Ngamia juzi umeona vizuri wewe? Ametoa kilo mia nne yule ngamia wa juzi umemchinja kilo mia nne. Zimetoka pale palena mm, zimehudumia pale watu elfu tano juzi pale asubuhi mm. Sitafanisha ngamia mgonjwa, leo tunazungumza na wa hana hofu kwa sababu hata wao wamewafunga kwa hiyo anaenda kwenye mechi ambayo na mnafanana mm, hana mm, hilo mm, hilo mm, sio mm, hofu hofun nyinyi Uh, yeah. Kwanza kwanza, umetumia maneno ya tafsida alichokisema Huseni, huja kisema Huseni kasema iona <coughs> kasema, Huseni kasema msimu huu Simba ni mali wetu wote, Yanga na Singida ndio kauli yake. Usiedit usi, usi nelewa eh? We umeenda kuhakikiwa kule kwenye bodi, usiedit <coughs> Simba ni mali wetu wote wawili, Yanga na Singida Blacks. Kimsingi yuko sahihi, kimsingi yupo. Kama wanahisi amekosea, Singida si wapo, sbu utachagua either ukutane na soa au mzize <laughs> yani wao kama watahisi kwamba useni kaongea kitu sio cha kweli, ni either wachague sasa apite soa au apite mzize. Lakini huo ndio ukweli ambao inabidi waupokee kwamba Singida na Yanga msimu huu tumemla mai wetu vizuri, wala hakuna sasa. Useni ndo ameanzisha na mimi, kiukweli, baada ya ile kauli nipata wivu. Yaani baada ya Useni kuongea kwamba msimu huu Simba ni mai wetu wote wawili, mimi nilipata wivu. Unaona wivu ndio, kwa sababu ni mtu wangu tu mpya, juzi jambo hata halijapotea. Mimi juzi mlikiianga na bango lipo hapo, leo mmeliona. Singida amekuja pitapita, kaongea vizuri. Singida ni x wa zamani huko Tatu moja basi yeah. Yeah, akinishtakia yeah. Aki mai wangu narudisha yeah. Kesho hizo muhimu tu anishtakie. Kwa hiyo kama, kama, kama iliwauma ah, manager anikatisha, nimefika pata manager malizia hapa. Kama iliwauma nishtakieni, niwaambie vijana kesho walipe zile tatu bwana. Asanteni, muda umeisha ah.